Ni JK aguswa mtoto wa bodaboda boda, kungara UDSM. Jakaya Kikwete ambaye ndiye mkuu wa chuo cha UDSM ameguswa, ameguswa na mtoto wa bodaboda boda, kungara na Utazipata kweli? Na mtazipata. Mimi ndio bado najali. Yaani ukweli mchungu unahitajika bisi mbili tuweze kuishi. Zungumzia kipato cha bodaboda , nilikuwa nazungumzia moshi magari. Mimi kiande hapa. Mm. Hey, tu, tu mbili mbili mbili mbili. Mm. Eh tuikona kweli kiande. Mimi nilikuwa kiande. Mm. Kiande Pro Max. Kipato <laughs>

Ameishi vizuri. Vizuri mtoto Ame, akashafika, amepiga dii yake vizuri, anaanza kupata return, apate kazi sasa, apate kazi. Kazi yani, bahati ya mtu huwezi ukaiwinda hata